Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete, amesema hayo kwenye maadhimisho ya wa siku ya usalama na afya mahali pa kazi duniani, yaliyofanyika viwanja vya Mandewa mjini Singida, pia kuelekea sherehe za Mei mosi kitaifa mwaka huu mkoani Singida. Teknolojia hizi zimetumika ili kusaidia makampuni kufanya ugunduzi katika maeneo ambayo akili ya binadamu uwezo wa kibinadamu usingeweza kufika lakini haya yote ni wazi kabisa yanachagizwa na, ya na ile kauli kuwa hakuna maendeleo yasiyokosa changamoto. Juu ya mlipuko wa magonjwa ambayo yameendelea kuwa changamoto duniani katika sehemu za kazi kama vile UVIKO kumi na tisa, Ebola, Mpox, Dengue, Mabagi na mengineyo, hali inayoathiri afya na uchumi. Ametaka utayari wa kupambana kwa kuzingatia miongozo mbalimbali. Natoa wito kwa waajili wafanyakazi na jamii kwa ujumla kuakisha kuwa tunajenga utamaduni wa kuzuia magonjwa pia kabla ya hajaleta madhara makubwa zaidi. Tunapaswa kuweka mifumo ya utayari ya kupambana na milipuko katika sehemu za kazi kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa na kimataifa. Mgodi wa dhahabu wa Barrick ni watumiaji wa teknolojia ya mnemba kadhalika, shirika la taifa la umeme TANESCO hapa wanaeleza faida katika uzalishaji nishati na madini. Unapoanza kutumia mifumo ya akili mnemba, unaweza ukaona kuna ugumu, kwa sababu kunakuwa na changamoto ya watu huwa bado hawajajua, lakini baada ya watu kujua, production uzalishaji umeongezeka mara mbili ya kawaida, na uharibifu wa mashine, ajali na vitu vyote vimeboreka kwa, kwa kiwango kwa asilimia nyingi sana sana. Ni pia hivi karibuni tumekuja pia na yeah. komba, basi, tuna, eh, wa, eh, wetu, pia na eh, namba yetu ya kuripoti bure. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha matumizi ya artificial intelligence kuhakikisha kwamba basi tuna hakikisha kwamba usalama wa wafanyakazi wetu, lakini pia na raia huko ndani. Pia sasa kwa wafanyakazi tuna mifumo ambayo tunaendelea kuiweka, moja wapo ikiwa ni mifumo sasa ya kuangalia eh, kupata vibali vya kufanya kazi kujaza hey, fomu za kufanya hey, majadiliano kabla ya kazi yote tunaingiza kwenye mifumo ya kielektronikia. kwa nini? Hata hivyo, Khadija Mwenda ni mkurugenzi mtendaji wa usalama na afya mahala pa kazi OSHA, amesema wafanyakazi wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kadha wa kadha kazini. Tunafahamu kwamba wafanyakazi wote duniani wamekuwa wakikabiliwa na athari mbalimbali za usalama na afya zinazopelekea usalama wao kuwa hatarini. Athari hizi zinachangiwa na kukosekana kwa mifumo ya kuwalinda wafanyakazi wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao. Kutokea hapa mkoani Singida, mimi ni Elisante John, na hii ni Clouds.